watu wote ndani na nje ya nchi. Sherehe za kilele za maadhimisho hayo zitafanyika tarehe tisa mwezi wa 11 katika chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam ambapo mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, makamu wa rais wa jamhuri wa Tanzania. Kwa hiyo tunaposema, kwamba zitafanyika kule kwenye taaluma, watu wengi wamezoea, wanasema kule chuo cha polisi Kurasini, ile njia ya Kiwarodi, lakini sherehe hizo zitapambwa na gwaride litakalochezwa na polisi wanawake, maonyesho ya mbwa na farasi, eh, marubani wa kike, madereva magari makubwa wa kike, mafundi wa kike waendesha pikipiki wa kike sambamba na burudani za nyimbo na ngoma za makabila mbalimbali. Vilevile kutakuwa na maonyesho ya kazi za polisi yatakayofanyika katika ya chuo hicho hicho cha taaluma ya polisi Dar es Salaam tarehe 8 mwezi wa 11 2017. Kwa hiyo siku moja kabla, jeshi la polisi litaonyesha kazi zake pale kwenye chuo. Hata mambo mengine yatafuata kama vile kuvuta kamba, michezo ya kuvuta kamba, kufukuza kuku na burudani mbalimbali. Michezo hiyo itafanyika tarehe nne mwezi wa 11, 2017 katika uwanja wa uhuru kuanzia saa tatu asubuhi mpaka saa saba mchana. Michezo hiyo itaambatana na zoezi la kuchangia damu kwa hiari. Kwa hiyo tunaomba vyombo vya habari mwahabarishe watu wengi wajitokeze kuchangia damu kwa hiari kwa kesho tarehe nne mwezi wa kumi na moja elfu mbili na kumi na saba pale uwanja wa Uhuru. Jenerali wa polisi Afande Simon Sirro anawaalika wananchi wote kushiriki katika maadhimisho hayo ili waweze kujionea na kujifunza mambo mbalimbali kuhusiana na mtandao huu wa polisi wanawake Tanzania. Dhima ya maadhimisho haya inasema kuwa usalama wetu ni mtaji wa maendeleo Tokomeza uhalifu kuwezesha uchumi wa viwanda. Hiyo ndio dhima ambayo inaongoza maadhimisho haya. Na kuhusu swala la pili ambalo umezungumzia kuhusiana na jinsi gani mtandao huu umeweza kuwasaidia wanawake au magrupu yale ambayo wanaitwa wana, wana, wana ambao ni vulnerable group ambao ni wanawake na watoto na watu wazima, jeshi la polisi kupitia mtandao huu tumeweza kukutanua huduma za chaji room au crao kwa kuongeza dawati maalum ambalo linaitwa gender desk. Dawati hili lipo kwa ajili ya kusikiliza matatizo yote yanayowahusu wanawake na watoto pamoja na wanaume ambao kwa njia moja au nyingine, wanahitaji msaada wa kisheria au wa kipolisi.